Karibuni kwenye mafundisho yetu ya kujitambua. Jina langu Majaliwa Machinda, nakaribisheni tena kwenye mada hii, tabia kumi za mtu anayejitambua. Utajuaje kama wewe umefikia kiwango cha kujitambua? Zipo tabia ambazo zitaashiria kwamba wewe una kiwango cha kujitambua. Yaani mada hii tunaongelea tabia kumi. Tutajadilia tabia kumi ambazo ukiziona ndani yako, maana yake wewe umekuwa na uwezo wa kujijua au wa kujielewa au wa kujitambua kwa ujumla. Karibu tuanze hatua moja na nyingine, na kama hujajiunga na chaneli yetu, huu ndio wakati muhimu, jiunge na chaneli yetu ili usikose vipindi vyetu vinavyotokea kila wiki kwa ajili ya kujifunza na kuelewa kwa upana zaidi. Mafundisho mengine sio lazima uende uyalipie pesa shuleni au vyuoni, tunayaleta kwako kwenye mitandao ya kijamii ili upokee na ujifunze. Karibu, tabia kumi za mtu anayejitambua. Mtu anayejitambua ni yule anayeielewa nafsi yake anaelewa thamani yake uwezo wake na mipaka yake. Huyo ndiye mtu anayejitambua. Na hapa kwenye mada hii tutajadilia tu kwa ufupi tabia kumi ambazo tunaweza kuziona ndani ya mtu anayejitambua, si kwamba sisi wengine tutaziona, lakini yeye mwenyewe ataanza kuziona kwamba ana uwezo wa kujitambua kulingana na anavyoishi na hizi ndizo tabia zenyewe. Tabia ya kwanza, mtu anayejitambua ana uelewa wa hisia zake. Ninamaanisha nini? Na maana kwamba mtu anayejitambua anazielewa vizuri hisia zake, anaelewa hivi, nna kiu kikali, sitaweza kwenda saa nzima, lazima ninywe maji kidogo hivi, nina njaa kali, sitaweza lazima, nitafuneka kitu kidogo Maanake hisia zake zote, na zile za hasira na zile za furaha eh, anazijua, za kuchoka, za kuwa na nguvu nyingi za kufanya kazi ya, ya nguvu. Maanake yeye anajua hisia zinazotokana na physical na emotional zote anazijua vizuri. Hiyo ni tabia ya kwanza ya mtu anayejitambua. Namaanisha nini? Mtu aliye na uelewa wa hisia zake Anajua anachohisi na kwa nini anahisi hivyo, na anaweza kudhibiti hisia hizo kwa njia chanya. Sio kwamba mtu umebanwa na mkojo na uko ndani ya gari unaamua kukojoa, ina maana hujajitambua, hujui huko wapi, maanake unajua mazingira na unajua jinsi ya kujizuia kwenye zile haja au zile hisia zinazokuja kwako. Kuna kipindi umegubikwa na furaha nyingi moyoni mwako na huko msibani, watu wanalia, utajidhibiti usije ukacheka kwa sauti ya juu kuonyesha furaha, wakati huko miongoni mwa watu wanaolia. Manake mtu aliye na uelewa wa hisia zake anatambua jinsi ya kuzilea hizo hisia kwa hivyo, ni mtu pia anajua thamani yake, ni mtu anayejua uwezo wake na anajua mapungufu yake na mipaka yake. Hiyo ni tabia ya kwanza tunaiona kwa mtu aliyejitambua. Mtu aliyejitambua anaelewa hisia zake, anajua wakati wa kufanya nini na anajua thamani yake, anajua uwezo alio nao. Kwa hiki mm, ni juu ya uwezo wangu. Kwa hivyo hatapoteza muda kufikiria kitu kilicho zaidi ya uwezo wake, kwa maana anajitambua, anajua uwezo wake, anasema uwezo wangu naishia hapa. Kama ni chakula anajua hapa, hivi nimeshiba, siwezi endelea. Kama ni hii kazi, siwezi endelea, nimechoka. Kwa hivyo anazitambua hisia zake na anajaribu kuzi, eh, kuziwekea mipaka au kuzi kuzidhibiti hizo hisia control hizo emotions and feelings manake hana uwezo wa kudhibiti hisia, hana uwezo wa kudhibiti haja zake, na ana uwezo wa kujua mipaka yake, kwamba mimi naweza mtania fulani mpaka hapa, kuendelea hapo nitakuwa namkosea, nitakuwa nimeingia kwenye spesi yake. Kwa hivyo, tabia ya kwanza inayoonekana kwa mtu aliyejitambua ni ule uwezo au uelewa wa hisia zake. Anazielewa vizuri kabisa na anajua jinsi ya kudhibiti hisia na kutengeneza mipaka katika uhusiano wake na watu wengine. Tabia ya pili inayoonekana kwa mtu anayejitambua ni kwamba anajiamini bila kiburi ni mtu anayejiamini bila kiburi. Namaanisha nini? Ana uhakika wa uwezo wake lakini haonyeshi majivuno au kudharau wengine. Mtu anayejitambua anajua kabisa, hiki nakiweza, anajiamini bila kiburi, yaani bila kuweka majivuno. Yeye anafanya kazi akionyesha umahiri wake, akionyesha uwezo wa kufanya ile kazi kulingana na uwezo wake au kulingana na viwango vinavyohitajika, ila huyu mtu hafanyi kwa ajili ya kuonyesha majivuno kwa watu wengine, ila hafanyi hizo hatua kwa ajili ya kutaka kuwabeza au kuwadharau watu wengine. Anafanya katika uwezo wa kujua kwamba yeye anaweza, hiyo inaitwa kujiamini bila kiburi. Hiyo ni tabia tunayoiona kwa mtu anayejitambua. Watu wanaweza fikiri ana kiburi, lakini amejiamini kiasi kwamba anafanya hiyo kazi kwa bidii na anaifanya kwa mwonekano unaohitajika na anafuata maelekezo ya hiyo kazi. Sasa anaifanya vizuri mno kiasi kwamba watu wengine wanaanza kumwonea wivu, lakini yeye hana kiburi ya kutaka kuongeza majivuno au madharau Manake mtu anaye jiamini hana majivuno wala madharau, anakaa katikati, anafanya kwa uwezo wake. Watu wengine wanajiamini kiasi kwamba anataka aonyeshe kwa watu kama anaweza. No, fanya watu waone ulichofanya, sio kuwaonyesha kwa maneno. Yaani, mtu aliyejitambua anakaa chini akifanya ili alichokifanya yeye kiongee, sio kwamba aanze kuambiambia watu nadharia tu maneno. Hapana, ni mtu aliyejiamini bila kiburi. Wale wanaojiamini kwa kiburi ndio wale wanaotanguliza maneno ya mdomo Anaongea, mimi nina uwezo wa hiki, ninafanya hiki, ninafanya kile, nina hiki, nina kile. Mwisho wa siku hivyo vitu anaongea kwa sababu ya kutaka kuwadharau watu pale na kutaka kujivuna, lakini ukimtazama kwa undani, anatumia kiburi ila hajafanikisha chochote. Lakini yule anayejiamini bila kiburi hatamdharau mtu na hatajivuna atafanya ili matokeo ya kazi aliyoifanya iwezi kujisoma kwa watu wengine. Hiyo ni tabia ya pili ya mtu anayejitambua. Ina maana anajiamini bila kiburi. Na katika kujiamini bila kiburi, huyu mtu hana madharau na hana majivuno. Tabia ya tatu tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba anakubali makosa na kujifunza kutokana na hayo makosa. Mtu aliyejitambua yuko tayari kukubali, anakubali makosa aliyoyafanya, na yuko tayari kujifunza kutokana na hayo makosa. Namaanisha nini? Ni mtu asiyetoroka lawama, ni mtu anakubali alikokosea na hujitahidi kubadilika. Ina maana kwamba mtu aliyejitambua hakatai lawama, anakubali lawama zote, alafu anaanza kujifunza kutokana na zile lawama. Anaanza kupata picha nyingine kutokana na lawama zilizotoka kwa watu. Kumbuka hapo nyuma kwenye video zetu zingine tulisema kwamba hatua ya mtu kufikia kujitambua au utambuzi binafsi ni kule kupokea mrejesho kutoka kwa watu wengine. Sasa kama huyu mtu ana uwezo au kifua cha kubeba mirejesho ya watu ambayo imejaa lawama au marekebisho au malalamiko huyu mtu sasa, kwenye tabia zake tutaona kwamba yeye ni mtu anayekubali makosa, anakubali kukosolewa, anakubali kupokea lawama ili ajifunze kutokana na hizo lawama, na awe tayari kufanya marekebisho, awe tayari kurekebisha vitu kadhaa kwenye hayo makosa. Ina maana anakubali alikokosea na hujitahidi sana kubadilika. Huyo ndiye mtu anayejitambua. Anajua kabisa pale nilifanya makosa, nilifanya hasira, niliweka hasira, nilimpiga vibaya, au nilimtukana vibaya, au niliongea maneno machafu pale, au nilimnyima yule, na nilikuwa na uwezo wa kumsaidia. Anakubali hizo lawama na baadaye anaanza kutafuta njia ya kuzitengeneza, ili baadaye aje afanye vizuri zaidi kuliko mwanzoni. Kwa hivyo hiyo ni tabia ya tatu tunayoiona katika maisha ya mtu anayejitambua. Na kama wewe una hiyo tabia ya kupokea ya kukubali lawama au kukubali kukosolewa na kuwa tayari kujifunza kutokana na hayo makosa, basi wewe, hiyo tabia ni mojawapo ya kuonyesha kwamba unajitambua. Tabia ya nne tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba ana mipaka ya kimaadili na mipaka ya kijamii. Hii inamaanisha nini? Huyu mtu anajua ni vitu gani haviendani na maadili yake na hatakubali kuvunjiwa heshima au kunyimwa haki yake. Ina maana ni mtu anajua mipaka eh? Ana mipaka, ni mtu ana mipaka ya kijamii na ana mipaka ya kimaadili. Maanake mipaka anayoiweka yeye inamfanya awe na heshima, inamfanya aheshimike kwa watu wengine, inamfanya watu wengine wamheshimu, kwa sababu yeye mwenyewe amejiwekea mipaka. Namaanisha nini hapa? Ina maana huyu mtu amejiwekea mipaka ya kimaadili, kuna vitu ambavyo hawezi kufanya, kuna sherehe zingine haingii, au kuna activity au shughuli zinazofanyika katika jamii ambazo haziendani na maadili yake, haingii, hahusiane na hizo, kwa sababu akienda huko ataenda kuvunjiwa heshima, akienda huko kuna haki zake za msingi zitapotea. Kwa hivyo mtu anayejitambua ana mipaka anaweka boundaries katika maadili yake. Anajua hivi ndivyo ninavyokwenda. Kama ni aina ya nguo, anajua aina gani ya nguo anazozivaa ili kuleta heshima kwenye yeye mwenyewe katika jamii. Kwa hivyo, huyo mtu hata mkimwambia, hapa tunatengeneza video kwa ajili ya hivi, kwa hivyo tutavaa hivi ili kwamba video yetu iwe safi, yeye anaona kwamba ile mivalio inayopendekezwa pale haiendani na maadili yake. Kwa hivyo katika mipaka yake anawaambia ya tafadhali, mimi siwezi kuvaa hivyo, kwa sababu maadili yangu hayaniruhusu nivaa hivyo mnavyo tarajia. Kwa hivyo pengine mtafute mtu aliye tayari kuvaa hivyo. Kwa hivyo yeye, mipaka yake inampa kengele ya kujua kwamba mm -mm, siwezi kuvuka hapa. Nikifika hapa basi siwezi kuendelea, nitakuwa nimekeuka maadili niliyo nayo huyo mtu pia ana mipaka kwenye jamii. Kwa hivyo, kuna vitu anahusika navyo kwenye jamii na vingine anawaachia wengine wahusike. Maanake ni mtu, umeenda kwenye kikao cha jamii, mnajadilia swala fulani la kijiji wewe ndio umeanza kuongea na hautaki kuwapa wengine nafasi ya kuongea, ina maana hujaweka mipaka katika maongezi. Na maongezi yako kadri yanavyokuwa mengi na, ma, na mapana, yanawafanya wengine wasahau pointi zao ambazo wangechangia hapo. Sasa wewe haujitambui kwamba unaongea sana kiasi kwamba unawanyima wengine nafasi ya kuongea. Mwisho wa siku watakuvunjia heshima kwa sababu hujaweka mipaka ya kijamii katika nyanja ya kuongea. Tuseme katika kusaidia watu pia, katika kusaidia watu lazima ujiwekee mipaka, unasaidia hadi wapi, ili kwamba usije ukaingia hasara. Unaenda kumsaidia mtu katika jamii ni mwanamke anakuita mpaka kwake chumbani, na wewe ni mwanaume, anakuambia mimi nina shida, nataka nitengenezewe balbu yangu. Eh, unajua ndio hivyo tena, anakupeleka mpaka chumbani. Mmefika chumbani, nataka kutengeneza balbu, huyo anafunga mlango. Sasa unaenda wapi? Ukipiga nduru, wewe ndio utaonekana ulikuja kwenye nyumba yake, ulitaka kuja kumbaka au kama ukikataa anachokihitaji anakuambia atalalamika ili watu wakusanyike. Kwa hivyo wewe umekosa mipaka ya kijamii, ndio maana ukakubali kupelekwa mpaka chumbani kutengeneza balbu, na maadamu wewe siyo fundi wa umeme kwa hivyo kuna mambo mengine yanaweza kuja kwenye kusaidia, unaangalia hapana, hicho kitengo waachie watu wa umeme. Mimi nitakachokifanya pengine, nitakusapoti na hela kidogo za kulipa yule mtu hataka, yule fundi wa ufundi umeme, au fundi wa stima hivyo tu, maanake misaada yako unaifanya katika mipaka. E, maongezi katika mipaka, mambo yako unayafanya na mipaka. Kwa hivyo mtu ambaye ana mipaka ya kimaadili na kijamii, hiyo ni tabia, hiyo ni tabia ya mtu aliyejitambua. Utaipata hiyo tabia kwa mtu aliyejitambua, ndo anajua kwamba mimi mwisho wangu ni hapa, siwezi kuvuka hapa, mimi hapa siwezi enda zaidi ya pale, nitakuwa nimekosea. Kwa hivyo ni mtu aliye wazi, ameamka, amejitambua, anajua udhaifu wake, anajua ni kiwochi hii movie nitaogopa usiku. Kwa hivyo hata i watch ni nikiwatch hiki kitaniletea hisia zingine, sita watch. Kwa hivyo katika kujijua, unaweka mipaka hata kwa vitu unavyotazama, hata social media zenye unaangalia, unajiwekea mipaka katika kila jambo, ili maadili yako yaweze kunyoka na jamii inayokuzunguka pia ijue jinsi ya kuendana na wewe kulingana na mipaka yako ili kijamii usije ukakosa heshima na ili kimaadili usije ukanyimwa haki yako ya msingi, kwa sababu wewe unataka kuwa kila mahali. Kadri unavyotaka kuwa kila mahali bila mipaka, na ndivyo unavyozidi kukosa kila mahali. Tabia ya tano tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba ana hamu ya kujiendeleza self development, ana hamu ya kujiendeleza, ana hamu ya kujifunza vitu vipya, ina maana yuko tayari kujifunza jambo jipya. Huyo mtu hana hofu ya kukosolewa, maana katika kujifunza lazima ukosolewe. Huyo mtu ukubali mrejesho, yuko tayari kupokea mrejesho au feedback kwa mtazamo wa kujijenga na si kujihisi kushushwa thamani wengi wanapopewa mrejesho hasi wanafikiri kwamba wameshushwa thamani walitaka wasifiwe hata kwa kitu ambacho hawajafanya vizuri wewe umepata maksi hamsini na mbili mwingine amepata maksi themanini na tano wewe unataka usifiwe sawa sawa na yule wa themanini na tano maanake hata uelewa wenu kwenye hilo darasa ni tofauti wewe lazima uambiwe vitu vingine ambavyo havikuenda sawa kwenye mtihani wako, au kama kuna sehemu ulikuwa unajenga hasa ume, ume, ume, ukuta umepinda kidogo, lazima urekebishwe pale, uambiwe hapa ungepima hivi, haingepinda, si unaona fulani pale, yeye hajapindisha. Wengine anapopewa huo mrejesho anahisi kwamba ameshushwa heshima na yule mtu anayekasirika kwa ajili ya kupewa mrejesho hasi, ambao yeye anaanza kufikiria ameshushwa heshima, utajua tu ni mtu asiyejitambua. Lakini akijua madhaifu yake, imefikia wakati anataka kujifunza mambo mapya, lazima awe tayari kukosolewa, na anapokosolewa ndio anapata nafasi ya kujifunza jambo jipya kwa hivyo tabia nyingine tunayoiona kwa mtu aliyejitambua ni kwamba ana hamu ya kujiendeleza. Yuko tayari kujifunza jambo jipya, yuko tayari kwenda viwango, hata kuuliza maswali kulingana na jambo jipya, ili hajifunze zaidi. Na katika kujifunza, ni nini analenga? Analenga hasiwe mtu wa kukosea kosea. Ina maana mtu anayejifunza ni mtu anayetaka hasiwe anakosea Ingawaje binadamu lazima tukosee kwa hali moja au nyingine, lakini katika kujifunza unaanza kupunguza upande wa kukosea na unaanza kuongeza upande wa kupatia. Kwa hivyo, huwezi kupatia bila kukosea. Kadri unavyokosea na unavyorekebisha yale makosa, ndivyo mkuki wa kuweza au wa kupatia unaendelea kupanda juu. Kadri unavyokosea na kurekebisha unapanda viwango. Huwezi kupanda viwango kama wewe hukosei wala huna au ukubali kurekebishwa. Kwa hivyo mtu ambaye amejitambua, tabia yake ya tano tunayoiona ni kwamba ana hamu ya kujiendeleza, na katika hili, yuko tayari kukosolewa, yuko tayari kuambiwa mambo ambayo wa kwa upande mwingine, yanaonekana kumshusha hadhi, lakini yanampa fursa ya kujifunza jambo jipya kila siku. Kama una tabia hiyo ya hamu ya kujifunza Ina maana wewe umejitambua. Na kama ulikuwa unaichukulia kawaida, unaweza kuchukua hatua leo ya kutengeneza hiyo hamu, develop hiyo hamu ya kutaka kujifunza ili ujiendeleze self development. ili itakupa nguvu ya kupunguza mambo ya makosa na kuongeza mambo mazuri, maanake kuna vitu vinaendelea kwenye maisha yako, vitaanza kuwa vizuri, maana unajua ulikokosea na unarekebisha. Lakini kama unarudilia kosa mara zote, hakuna jinsi utarekebisha. Ni kama eh, Afrika watu wanaimba independence, wanashangilia lakini wanafanya makosa yale yale. Hakuna mabadiliko. Lazima mkae chini, mseme kweli, tulipewa independence na ni wapi tumekosea? Mbona kila kitu tunafanya kwa lugha za wenzetu? Sisi za kwetu zimekufa nini? Je, hakuna kitu chetu tunaweza kukie, kukienzi? Kwa hivyo ukianza kutaka kujifunza mambo mapya na ile hamu ukiwa nayo kama binadamu, ina maana wewe ni mtu anayejitambua. Hiyo ni tabia ya tano tunayoiona kwa watu waliojitambua.